Msikilizaji, karibu sana katika kituo hichi, ni kituo nambari moja katika kuhakikisha kwamba tunakuletea taarifa zinazotokea, lakini pia tunakupatia uchanganuzi wa kina kuhusu masuala ya kisiasa. Msikilizaji, ikiwa ni mara ya kwanza tunapatana na kuomba ukipata muda, chukua nafasi yako ili upige subscription kwa maana ya kuendelea kutufuatilia ama kuendelea kupata taarifa zetu. Lakini pia ukipata muda zaidi, share kanda zetu kwa vikundi vichache, ili kwamba familia yetu izidi kuwa kubwa zaidi. Sasa msikilizaji, naomba niulize swali. Hivi unadhani Samia atakuwa yuko wapi? Kwa sababu masuala mengi ambayo nimeweza kuyashuhudia yananionyesha kwamba Samia hayupo. Kwa nini niseme hivyo, msikilizaji? Majukumu mengi yanaweza ambayo yanastahili kutendeka ama kufanywa na rais yanatendekwa na watu, yanafanyika na watu tofauti na, na ni jambo ambalo nimeliangalia kwa muda wa msikilizaji. Kisha kuna ripoti ambayo imeweza kusema kwamba katika hotuba ya rais aliweza kuitoa mwaka a, siku ya Krismasi na kusherekea mwaka mpya, ni picha zilikuwa ni za mchongeo au ni picha zilizoweza kutumia AI, na sababu zipo, kwa sababu ukiangalia ile background kama sasa nipo hapa, utaangalia hapa nyuma, kamera nyingine ikimulika hapa nyuma, ni sehemu tofauti ama kuna vitu tofauti na ilivyo. Kama hapa tukiachana na hayo, msikilizaji, masuala ambayo yanatokea yanakuonyesha dhahiri kwamba Samia hayupo au kuna kitu kinaendelea Tanzania? Kwa sababu masuala ambayo yanapaswa kufanywa na Samia yanafanywa na watu tofauti. Kwa mfano, rais mstaafu Jakaya Kikwete amekwenda kuzindua jengo la uhamiaji tena Pemba ambao ni mradi wa serikali kabisa. Sasa msikilizaji, ni kwa nini Rais mstaafu ambaye hana masuala yoyote ya kufanya serikalini akwenda kuzindua mradi wa serikali kama huo, kipindi ambapo Rais yupo ambaye anahitaji anaita, anahitaji kuonekana na wananchi kwamba anafanya kazi? Angezindua mradi huo mwenyewe ndo wananchi waone kwamba rais yupo hapa, ndo huyu anafanya kazi hivi na hivi, ndo kila na kile kimefanyika pale. Tukiachana na Jakaya Kikwete, waziri mkuu bwana Mwigulu, Mwigulu Nchemba, msikilizaji, katika siku za hivi karibuni ameonekana akiwa mstari wa mbele katika kutetea sera za serikali, vitendo ambavyo yeye anahisi kwamba serikali imevifanya, kumtetea Samia kutokana na madai ya kwamba kuna watu wameuawa, kuna watu wametekwa, kuna visa nyingi vingi vinatendeka katika serikali. Sasa Mwigulu Nchemba ndio anatokeaga kuitetea serikali kutokana na vitendo kama hivyo. Tukiachana na Mwigulu Nchemba, msikilizaji, naibu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi katika siku za hivi punde ameonekana akifanya mikutano na marais wa staafu wa Zanzibar. Emmanuel Nchimbi yupo Zanzibar kupatana na marais waliostaafu. Wa kwanza alikuwa ni makamu wa rais mstaafu Daktari Mohamed Garib Bilal, kisha rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Mheshimiwa Ali Muhamed Shein. Lakini pia akafanya kikao na rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Mheshimiwa Amin Abed Karume ndo shughuli tu ambazo bwana Emmanuel Chimbi anaonekana akizitekeleza. Msikilizaji, unahisi kwamba ni kipi kinachoweza kuendelea kufanyika? Msikilizaji, kulingana na ripoti ya mdadisi ama mchunguzi, aliweza kutoa taarifa taarifa za Samia alisema kwamba mara ya mwisho Samia kuonekana kwenye vyombo vya habari ilikuwa ni tarehe mbili Disemba mwaka elfu mbili ishirini na tano kipindi kile ambacho alikuja amekasirika na kuuliza serikali za kigeni huo wa juu katika video fulani ndo mara ya, ya mwisho ambayo Samia ameweza kuonekana. Hizi za sikukuu za Krismasi na mwaka mpya hazikuwa Samia kabisa. Na kwa hivyo inatupea maswali zaidi kwamba Samia yuko wapi na ni kipi kinachoweza kuendelea. Kwa sababu msikilizaji, katika masuala ya taifa mradi miradi ambayo ina, ina, ina, inafanywa ya kiserikali kwa kawaida sana inazinduliwa na rais wa nchi, kwa sababu ameitekeleza yeye na ndio jukumu lake kufanya maendeleo katika nchi yake. Sasa ni kwa nini mpaka rais mstaafu atokee aje kuzindua miradi iliyoweza kufanywa na serikali? Kwani rais yuko wapi? Rais anafanya nini? Ni shughuli gani hizo zimeweza kumweka rais asiweze kutokea kuongea na wananchi wake, awaeleze kwamba mradi huu tumeufanya hivi na hivi, na sasa siku ya leo tuko hapa rasmi kuhakikisha kwamba uzinduzi unafanyika na shughuli zitakazoweza kuendelea kufanyika hapa ni hizi na hizi. Msikilizaji, nina kila sababu ya kukuweza kukuambia kwamba kuna jambo ambalo linatendeka na kuna jambo linaendelea ambalo nitaweza kufichulia msikilizaji yani, hizo, na nitahakikisha kwamba taarifa hizo nimezipata na nimekuonyesha kwa sababu serikali ingekuwa ina inafanya kazi na vifaa, ikiwa rais hayupo basi tungemwona naibu wake akishughulika na vitendo kama hivi. Kwa maana bwana Emmanuel Nchimbi angetokea katika uzinduzi wa mradi huu, ikiwa rais angeakuwa, bwana Nchimbi angechukua nafasi hiyo kwenda kuzindua mradi huu, lakini sio rais mstaafu. Si rais mstaafu? Si alishafanya mambo yake akaelekea nyumbani? Ni mstaafu tayari, anafaa kuutulia. Msikilizaji, nakusi uziri kupiga subscription zili kutufuatilia, elewa kwamba hichi ndo kituo nambari moja cha kuhakikisha kwamba unafahamika na tuna kusogeshea karibu taarifa ambazo zinatokea Piga subscription kwa maana ya kuendelea kutufuatilia, tuendelee kupatana na tuzidi kuongea zaidi na tuzidi kufahamishana zaidi kuhusu yale ambayo yameweza kutokea.